Naitwa Bosco Mabena ni meneja wa Jitegemee upande wa nishati safi. Hivi leo tumeshiriki kwenye hili Baraza la Biashara la Mkoa kama Jitegemee, lakini tume Jitegemee Holdings pamoja na kuchimba makaa ya mawe, lakini ili ku... o... kulinda ile n falsafa ya Mheshimiwa Rais ya utunzaji mazingira, imefanya utafiti wa makaa ya mawe kuyaongezea thamani ili yaweze kutumika nyumbani kama nishati safi. Na hivi kwenye baraza za la biashara leo, tumeshirikiana na wafanyabiashara na wenye viwanda kuwaelezea juu ya hii nishati safi na watu wengi wamekubali, kwa sababu ukitaka kuangalia sasa hivi utakuta mabadiliko ya tabia nchi yamekuja yamebadilika kutokana na ukataji miti ovyo. Na Jitegemee Holdings kwenye nishati safi ni utunzaji wa mazingira. Kwa kweli, tunatakiwa tutunze mazingira kwa kutumia nishati safi. Kwa hiyo, sasa hivi tuna coal briquette, ambazo zi, zi, tum, tum, tum, na tumeweka kwenye mikoa yote kwa ajili ya matumizi e, ya viwandani lakini na majumbani. Kwa hiyo sasa hivi tuna ofisi zetu karibu mikoa yote Tanzania, na tuna wawakilishi wetu ambao wanafanya mauzo kwa mkoa wa Ruvuma. Kwenye baraza la biashara leo, Jitegemee tumemwambia mheshimiwa mwenyekiti ambaye ni mkuu wa mkoa atatupatia shule mbili ambazo ndani ya manispaa ya mkoa, lakini shule nyingine ni upande wa wilaya ya Mbinga kwa sababu ndo eneo ambalo mgodi upo. Tutafanya ujenzi wa majiko kwenye mashule hayo, majiko yanayotumia makaa ya mawe, majiko yanayotumia nishati safi ili liwe sasa shamba darasa kwenye mkoa, watu wengi waende wajifunze, kuona hii nishati kwamba ni ya kwa gharama nafuu, lakini inakaa kwa muda mrefu na ni salama kwa matumizi. Kwa hiyo tunawa shukuru sana wafanyabiashara wote tutumie nishati safi. Na wananchi, naomba tutumie nishati safi ili kutunza mazingira. Majina mimi naitwa Rosemary Mjani, ni mwenyekiti wa Tanzania Chamber of Commerce. Sisi ni wajasiriamali wadogo wadogo, lakini pia kuna wajasiriamali wakubwa katika chama chetu. Uh, kutokana na hawa Jitegemee, fursa kubwa niliyoiona hapo kwanza, haya makaa ya mao ni makaa ambayo unaweza ukayatumia katika kupikia, shughuli mbalimbali, au katika taasisi, na yana gharama nafuu pia. Hapa ni kiwanda au wana kiwanda na wana migodi ambayo wanachimba hii. Sisi kama wajasiriamali tunaweza tukapata fursa, kwa mfano, kusambaza maji, kupeleka chakula, mambo ya stationery. Hizi fursa zote zinapatikana hapa, kwa hiyo nawahamasisha wananchi wa mkoa wa Ruvuma kuchangamkia fursa hizo, wale wenye uwezo waweze kuandaa viwanda vya maji. Maji tunayatoa nje katika Ruvuma, maji yanayopatikana ni madogo sana, hususani kule Mbinga. Kwa hiyo watu wenye pesa wawekeze katika masuala ya maji na wapate fursa katika viwanda kama hivi, pia wenye stationery na watu wanaosambaza wa, vyakula ni rahisi kupata fursa hizi kujipatia kipato na kuongeza pato la mkoa. Asante Bongo.